Uhuru wa kifedha kikomo chake ni lini? Uhuru wa kifedha hauna kikomo mm. lakini kwa tafasiri ya ulimwengu huu yeah. uhuru wa kifedha ni pale ambapo kile unachokihitaji unapata, okay. lakini pia unaweza kukaa hata mwaka mzima hata ufanye kazi na unaendelea kuishi mm -hmm. sio, na maana yake unazalisha zaidi kuliko unachotumia, ndio maana mm -hmm. tuna mtu anaitwa tajiri Mhm. Mm alafu tuna mtu ambaye anaitwa e, mtu mwenye ukwasi anaitwa mm -hmm. wealthy person. Yeah. Mm -hmm. tajiri anakuwa na asset na liability nyingi yani, vitu vinavyoingiza hela mm, lakini pia kuna vitu vinavyo toa pesa mtu mm, mwenye ukwasi au abundance ambao ndio ile Biblia imeandika mm, kwamba eh, utele, e, utele. Mm. Sasa ule utele unaozungumza kwenye Biblia sio wa kifedha, ni wa kiroho ah. na usipopata utele kabla ya vitu yeah. ni ngumu vitu vikija utele upate oh. na ndio maana Biblia nasema hazina yako ilipo, na moyo wako ndio moyo wako utakapokuwa kwa hiyo technically natukua upate utere unaotoka kwa Kristo first first, ndio mm. vitu vije, lakini Kristo asipotangulia vikaja vitu. Ndio maana Yesu aliwaambia watu mm. kwamba angalieni, ni mjihadhari na choyo mm. uzima wa mtu haupo kwenye wingi wa vitu alizo nazo. Kwa hiyo natukua utere uanze kabla ya vitu, then akili ya yako itafanya kazi sawa sawa kwa ajili ya kupata vitu. Sasa walio wengi wanamtumia Yesu kama hirizi ili wapige vitu, kumbe mm. mm. wanaviolate principle kwa sababu mtu ana furaha za aina mbili, ana furaha inayoletwa na vitu, na ana furaha inayoletwa na, na roho yake mm. na roho ndio ni mtu, kwa sababu mtu ni roho yeah, anakaa ndani ya mwili sure, na ana nafsi iliyo hai. Ukishaanza ku, kutaka vitu ndo vikupe utoshelevu mm. utapotea, kwa sababu wewe kama pazia hautoshelezwagwi na vitu, ila mwili ndo unatoshelezwa na vitu, ila mm. pazia mwenyewe kwa mfano yeah, ukipata pesa nje ya wewe naposema nje ya wewe, maana yake nje ya passion yako, shauku yako, unachokipenda mm. na shauku mara nyingi ya mtu huwa inakuwa nje yake, japo inatoka ndani yake. naongea mambo magumu kidogo kama yeah. <laughs> <laughs> kwa mfano we, nikisema kwanzia leo shida zako wewe zimeisha, kitu utakachowazi umepata, utakuwa na sababu ya kuishi <laughs> Kwa hiyo kama utaona sababu ya kuishi, yeah, kwa sababu umepata kila kitu, maanake umepoteza utu wako, hauishi tena yani ha. Hauishi. na watu wengi wanaotafuta vitu mm, wakivipata mara nyingi huwa waishi sana mm, unless kuna mtu amemsaidia kuvipata na huwa kuna kikomo mm, yeah. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasisitiza sana tusitafute vitu, kwa sababu ipo siku ukivipata, mm, you will die. Utakufa kwa sababu utakosa maana ya kuishi, kwa sababu maana ya kuishi si umeipata? Mm. Yeah. Sasa utaishi hapo, unafanya nini? Ujai kuona mtu ni tajiri na anajinyonga? Unajua kwa nini wengi? Kwa sababu ana furaha inayoletwa na vitu na hazina yake kwenye vitu, vikitikiswa watu ameenda. Mm. Pressure. Kwa hiyo inatakiwa wewe na mwili muwe na nia mbili tofauti Mm. Ambapo mwisho wa siku roho ikiweza kushawishi mwili na nafsi utakuwa na nia moja sasa. Lakini utoka wapi rohoni. Kwa hiyo hiyo ndio dhana nzuri ya fedha. Mm. Utakiwi kusema, mimi nikipata hela siku moja, yani matezo yangu yote yataisha. My friend. Hayaishi. Wewe jiulize, au nikipata hela ndio itakaa vizuri uongo. Mm. Angalia tajiri wa kwanza mpaka siku ya tano yule pale. Wote hawana ndoa. Kasoro tu base nani, Facebook ndo ameingia juzi, amekuwa wapi, ndo anamke. Lakini walio wengi pale hawana wapi kama kweli mm. pesa ndio inaleta ni jawabu la mambo yote mm. lazima iwe jawabu la mambo in context, wataalamu yeah. mm. Il uh, yep. wa Biblia wanasema katika muktadha fulani. Niliona kipindi kile, Bill Gates na Melinda walikuwa wametengana miaka 29 sijui na 5 wamekaa kwenye ndoa yeah watu wali comment sana, vijana yeah. sasa sasa sasa, mmekosa nini mmekosa nini? -hmm, maisha ni zaidi ya chakula. Kumbe fedha sio, sio kinaweza kukipu watu hapana, hapana, ila shauku ya mtu mm, alafu hatima. Ndio maana ukiangalia hatima ya matajiri wote ni kutumikia watu mm, ndio hey. Unaona wanafungua ma NGO mm, wanapeleka misaada nini mm. Kwa, kuna Warren Buffett ametengeneza policy yeah, kwamba mpaka anakufa au ametoa mali zake asilimia tisini, kwa sababu usipowekeza usipo kwa watu utakosa maana ya kuishi utakapopata. Wow, kile unachohisi ndio kinakusababisha uishi mm. Mm, nakubali <laughs> hii kidogo deep kidogo, wanaita beyond s sipozishika. Unajua, mi nasema hivi kwa sababu ni shida kushika hela nikawa sina uhitaji wa aina yoyote, ndio mm. maana naongea hivi mm. sio swala tu mm, yeah. akusema na Yesu, Yesu asipokuwa mtosherevu wako mm. bila kujali unaumwa mm. au umeambiwa utakufa kesho yani tuu, ukiambiwa utakufa kesho uone kawaida mm. Ukiumwa <laughs> uone kawaida usipofika hiyo level we hujawahi kuenjoy kuwa na Yesu mm. kwa sababu kile chochote wewe kitakusukuma nje chochote. Kwa ndo maana kumbe tumekuwa na changamoto pia ya wastaafu, yeah. Wastaafu wengi ni kama wakisha staafu wanaona maisha yao yako hatarini sana mm. maisha yao yameishia pale, yeah. Uh, wanategemea tena watoto mm -hmm. Na sasa ukuta watoto tunao, uchumi haujakaa vizuri mm -hmm. Pensheni serikali labda imechelewesha kidogo yeah. Uh, mafao na nini, kumetokea changamoto, tunaona wengi maisha yanakatika, na ndicho hicho ambacho nimeandika kwenye hiki kitabu mm -hmm. Maisha ni zaidi ya chakula, mifumo miwili inayoongoza ulimwengu okay. Kuna watu wanajidangaza, wanajidanganya kwamba wanawekeza kwa watoto. Hakuna kitu kama hicho Watoto mm. wanakuja kuwa disappoint yaani. mm. hakuna kitu kinaitwa kuwekeza. Paulo kwenye Bible, mi nasoma biblia sana yeah. Paulo alikuwa anawaambia, alikuwa nadhani ni wa Korintho, wakati anawajiandaa kwenda akawaambia, jamani, mwandae vitu mapema kama mnataka kunisapoti mm. kila mtu anavyopenda, mm. eh? lakini msijiumize, kwa sababu haifai mtoto kuwekeza kwa ajili ya mzazi mm. bali mzazi kwa ajili ya nini ya mtoto, ya mtoto. Ukianza kuona baadaye kwamba watoto watakuja kukuhudumia wewe ukizeeka, yeah. maanake unaenda kinyume na principle hata za, kwa sababu Biblia anasema baba anawarithisha watoto wa watoto wake, maanake natukuwa urithishe uh, uh, watoto wako watoto wako nao warithishe watoto wa watoto wako. Ukianza principle ya kusema wewe watoto waje, maanake unaenda kinyume na utaratibu, maanake mm -hmm. unatengeneza mnyororo wa umasikini kwenye uko wako Mm. Kwa sababu wewe unataka utafute vitu kwa ajili wa hey, mm. Exactly. ya wajukuu. Sio yeah, kwa sababu historia inaonyesha mara nyingi kizazi vizazi cha nne huwa ni balaa. Yaani wengi mali huwazifiki kizazi ha, <laughs> <laughs> Hata kwa wajukuu nao ni mtihani. Sasa... nadhani kwa kuto kutambua hiyo inachelewesha pia maendeleo ya familia kama familia moja moja lakini jamii na taifa kwa ujumla. Panzia wewe ni, ni, ni, ni, ni shahidi hivi mm. Kuna mzazi gani ambaye ana mentality ya kuwekewa wajukuu wa, wa zake? mm. Nani anawaekea yeah, watoto wa hata yeah. Watoto hawawekewi yeah. Baadhi yani, hao ni asilimia moja au mbili hata mm. Sijafanya research kwa sababu familia tulizokuwa tunaziona walio wengi akiweza vyangu anakuambia na, na, ku, na kusomesha mm. mm. na, na, na, wa majumbani mmekalia makochi yangu, mm. <laughs> yangu tu <guleta>. A mka, mka, that's, that's not good mwanao amekalia makochi yako tukuu utengeneze vitu kwanza. Unaposema unajenga watoto uwarithishe wajukuu mm. Bro, sio mali, intellectual usipowekeza huku wanavimaliza ufahamu. Unajua kipindi cha nyuma mm. watoto angalia, hata kusoma kwenye Biblia kuna wafalme walitawala na miaka tisa, mingine kumi na mbili mingine mm. kumi na sita Kwa nini? Kwa sababu mtoto alipokuwa akizaliwa kwenye royal family anakuwa trained, anaandaliwa kuwa mfalme. Hata sasa hivi Uingereza, unafikiri wale watoto walioko kwenye zile familia za kulisi unafikiri yeah, wanalelewa kama unavyolea wewe watoto no, wako no, no. Sasa kwa nini sisi? kwenye biblia Biblia inatuelekeza vizuri, mlee mtoto katika njia impazayo, yeah. Kwa nini tusiwatengenezee na mentali vitu hivi ambavyo vinavizungumza hapa, mm. Tusitegemee vitu, tuwalisishe vitu ambavyo vina maana, ambavyo vinakuja vina, vina kukontrol maisha yao, mm. Kwa sababu ulimwengu hauendeshwi na vitu, unaendeshwa na maneno, bro. mm. Ndio maana jamii za kama za siyo ni Kihindi, Kiarabu, ninaona vile ambavyo wanaanza kuwatengeneza, unasoma nao bi... vyo naye biashara wakitoka hapo dukani. mm. dukani dukani dukani dukani mm. akimaliza hapa mm. anajua kila yeah. kitu yeah. si, si, wewe mtoto anasoma darasa la kwanza la pili. Zamani vijijini sisi tulikuwa tukitoka shule, unaenda mm. kutafuta kuni toka yeah. unatafuta nani, tunaona na mateso kumbe vile vinasaidia bwana. mm -hmm. Lakini mtoto anatoka shule hata kuosha vyomba hawezi. yeah. Uyu anatoka shule tu homework. hey, mm -hmm. Analala, anangalia TV, homework, anavaa homework, analala, kesho anakula. My friend, ukimtupa duniani dunia itamkata kata. Mm -hmm. Kwa sababu kwanza atakuta dunia ambayo anakulia akienda kwenye ulimwengu ule anakuta dunia nyingine mm. Sasa hivi ulimwengu ni artificial intelligence, sure. tumeanza mashule hakuna social media mm. unakuja una graduate chuo kikuu kuna social media yeah. kwenye curriculum hakuna yeah. ukienda mtaani unakuta marketing uliosoma ya radio na television imebadilika sasa yeah. ni social, yeah. media. Shio, na huijui yeah. na wewe kujifunza huwezi mm. unatafuta ajira wanayotaka ajira nataka social media yani, yeah. mmepishana mm. kila kitu ni vurugu kwa sasa hivi, inabidi ujiendeleze wewe mwenyewe na lazima yeah, ujiendeleze kwenye area ya uwezo wako, ile pashen ilikuwa nazungumza kwa, okay, kwa sababu wanadamu wengi wameshindwa kubadilisha pasheni zao kwa, kwa bidhaa na huduma ambavyo mm -hmm. vinawaletea utoshelevu, ndio maana sema mtazamo zaidi wa nini, mm -hmm. fedha, so natamani next time